Kuingiza kipato kizuri ni jambo la muhimu sana, lakini ukiweka nguvu sana kwenye kipato unachoingiza ukasahau kuweka nguvu ile ile kwenye kukitunza na kukilinda kipato utakachoingiza unaweza bado ukapoteza hata kama unaingiza kipato kikubwa. Unavyowekeza nguvu, akili na muda kwenye kutengeneza kipato kipya kwa ukubwa, wekeza vile vile nguvu, akili, muda kwenye kukilinda, kukiongeza na kukitunza ili kikusaidie kwa muda mrefu. Zipo njia nyingi nitakutajia kumi, na ya kwanza ni kujua namna nzuri ya kuweka akiba. Wengi wanaoingiza kipato kikubwa, akili zinafikiria matumizi, kwamba tayari ninaingiza kikubwa, kinachofuata baada ya kuingiza ni kutumia tu kwa jinsi ninavyofikiri. Lakini zipo mbinu nyingi ambazo zinakusaidia ukatumia sehemu kidogo kwenye kipato chako, unatunza sehemu nyingine kwenye kipato chako. Pia unaweza ukaamua kwamba kwenye kila kipato unachoingiza labda asilimia ishirini au asilimia thelathini nitaitunza kama akiba na sitaigusa. Na usisahau kwamba akiba sio uwekezaji. Akiba ni kwamba unaahirisha matumizi ya kiwango fulani cha hela ambacho umeshakiingiza kwa ajili ya mambo yatakayokuja baadaye. Inawezekana ikawa ni dharura, au inawezekana unatunza tu kwa kitu maalum ambacho umeamua kwamba kwenye siku zinazokuja ukinunue au ukifanyie kazi kwa pesa yako ambayo unaizalisha sasa hivi. Hii inatupeleka kwenye jambo la pili, ambalo ni namna nzuri ya kuweka akiba. Jiwekee asilimia kwenye kipato unacho ambayo kila mara unapoingiza utaitunza kama akiba. Ukitaka iwe rahisi unaweza ukafanya hivi kama unalipwa mshahara kwenye benki, weka standing order. Ongea na benki yako, wawekee utaratibu kwamba kila mwezi ikiingia hela yoyote, kata kiwango fulani cha pesa, kikae pembeni kwenye akaunti tofauti. Benki hiyo hiyo unaweza ukafungua nayo akaunti zaidi ya moja, na ukatunza pesa ya akiba, na hapo ndopakuwa mjanja zaidi, kwa sababu benki nyingi zina akaunti ambazo wengi wao wanaziita akaunti za malengo hazi na makato hizo akaunti. Kwa hiyo hela yako itakaa kwa muda mrefu bila kukatwa. Kwa hiyo utapata kipato chako kama ni mshahara, automatikali benki itahamisha kwenye akaunti ya malengo ambayo haina makato, tofauti na kama ukiacha kwenye akaunti ya akiba ambayo pesa ikiendelea kukaa inapungua kutokana na makato. Njia ya tatu ambayo inaweza ikakusaidia kutunza na kukikuza kipato chako ni kuongeza vyanzo vya lia kipato. Usipende kutegemea aina moja tu ya kipato, hasa hasa kama umeajiliwa, unaweza ukaamua kuutumia sehemu fulani ya muda wako kufanya kazi online kama sasa hivi inawezekana. Kwa hiyo ujuzi ule ule uliokuwa nao, maarifa yale yale ulikuwa nayo, unaweza ukayatumia kwenye mitandao kama Upwork, unajisajili, unatengeneza kipato cha ziada. La sivyo unaweza ukaamua ukawa na kijibiashara kidogo au kazi nyingine ambayo haiingilii kabisa muda wa mwajili wako ngine wanaweza wakafanya kazi kama maconsultant au mafreelancer, na wanaofanya biashara wanaweza wakawa na biashara mbili au tatu tofauti ambazo ziko kwenye maeneo tofauti ili pia kupunguza riski. Njia ya nne ambayo inakusaidia kutunza na kukilinda kipato chako ni kuwa na maarifa pamoja na ujuzi wa masuala ya kifedha. Hauhitaji kwenda kusoma miaka mingi ili uwe na hayo maarifa, unaweza ukayapata tu siku hizi kwenye mitandao, kwenye YouTube kama eneo hili tunavyoongea na kuna wataalam wengine ambao wanaweza wakakusaidia hata uh, bila kwenda kusomea, wanakushauri unajifunza vitu vya msingi, namna ya kuweka akiba, namna ya kuwekeza namna ya kudili labda na kodi, namna ya kuongeza kipato, kazi gani labda zinalipa vizuri. Unaweza ukafahamu pia hata application ambazo zitakusaidia kutunza hela, kukuongoza ili uwe na tabia nzuri na mwenendo mzuri kwenye fedha yako. Njia ya sita inayokusaidia kutunza na kulinda kipato ni hii hapa: epuka madeni hasa hasa madeni ambayo ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Epuka sana kuingia kwenye madeni ya vitu vya kawaida kama chakula na vingine ambavyo unavifanya kila siku kwenye maisha yako ya kawaida. Ni vizuri hayo mambo ya msingi ya kila mara ukaamua kufanya kazi, ukalipwa na ukatumia ndani ya uwezo wako, kwa sababu pesa yoyote unayoitumia kutokana na madeni, hiyo ni pesa isiyokuwa ya kwako. Inakutoa kwenye sufuri, inakupa hatua za kurudi nyuma na muda wowote utakapotafuta itabidi uirudishe kwanza ndo uanze tena hatua kwenda mbele. Jaribu kuepuka madeni na mikopo, na kama kuna kitu unataka ukifanye, kuliko kufikiria kwa haraka kwamba ngoja nimtafute fulani anipe hela, alafu ntamlipa baadaye, fikiria kwanza, ngoja nijue nitafanya kitu gani kiniingizie hela, na nikisha ikamilisha, ndo nikifanye hiki kitu. Njia ya saba ni kuijenga na kuikuza nidhamu yako ya pesa. Nidhamu ya pesa iko kwenye uwezo wako na tabia zako za kudhibiti kila kipato unachoingiza, nguvu na dhamira unayoiweka pamoja na muda kwenye kutafuta, na tabia unayokuwa nayo kwenye matumizi. Usipende kutumia zaidi ya unavyoingiza. Usipende kutumia sana kwenye vitu ambavyo sio vya msingi, sio vya lazima. Usipende kutumia kwa ajili ya kujionyesha, kwa ajili ya kujidhihirisha kwa watu wengine kwamba uko juu, uko vizuri. Usipende utumie ili kuficha shida zako. Inabidi uwe na nidhamu kubwa kwenye pesa. Heshimu kila senti unayoingiza. Wataalamu wanasema ukiheshimu senti, shilingi zitajitunza. Njia ya nane, pata elimu nzuri kuhusiana na masuala ya kodi. Ni vizuri sana kupata mtu akakushauri na akakuongoza na akakufundisha vitu vya msingi sana kwenye kodi. Unaweza ukajikuta umejiingiza kwenye biashara ambayo itakuingiza kwenye kodi kubwa kuliko bidhaa au huduma unazouza. Pata maarifa na ujuzi na msaada, hasa kwa wataalamu. Ujue ni kodi zipi unatakiwa kuzilipa, hasa kama unafanya biashara. Kwa hiyo kabla ya kuingia, jua zote hizo, uweze kuona kama unaweza kuyafanya yote, na pia watakufundisha namna nzuri ya kudhibiti na kutunza mahesabu ya biashara zako. Lakini bado hata kama umeajiriwa, ni vizuri ujue sheria ya kodi au upate watu wa kuelekeze. Jua ni kiasi gani unakatwa kwenye kipato chako, ni mambo msingi. Njia ya tisa ni hii hapa: ongeza thamani kwenye kazi, bidhaa au huduma yako. Ongeza thamani kwenye vyanzo vyako vya kipato kama ni mtaalamu ni mbobezi ni mwajiriwa ongeza thamani kwenye uwezo wako, maarifa, ujuzi, mbinu, vitu vilivyoingia sokoni, hata matumizi ya teknolojia mpya yanakusaidia kuongezea thamani pale ili a, kazi ile ile iweze kukulipa zaidi, au uifanye ndani ya mda mfupi na uweze kuwahudumia watu zaidi. Kama ni biashara, una huduma yako nzuri, unaweza ukaangalia namna ya kuboresha customer care, unaweza ukaboresha mazingira. Kama ni bidhaa, unaweza badilisha packaging. Chochote unachokifanya kwenye huduma, kwenye bidhaa au kwenye uwezo wako binafsi kikaongeza thamani, kina uwezekano na nafasi kubwa ya kukuongezea kipato unachoingiza kwa kitu kile kile sio lazima mara zote uongeze kipato kwa kuwauzia watu wengi au kwa kuongeza bei bila kuongeza thamani. Boresha unachokifanya boresha unachoingiza sokoni. Na njia ya kumi, fanya hivi: wekeza sehemu ya kipato chako. Mwanzoni kabisa nilisema kwamba weka akiba, na nikasema akiba sio uwekezaji, na uwekezaji ni hivi: unaweza ukaamua kwenye asilimia mia moja ya kipato chako, hamsini zikawa ni za matumizi yako chakula, malazi, makazi na mambo mengine ukaamua kwamba labda thelathini ni ya akiba, unaitunza kwa ajili ya matumizi labda ya dharura, na ukaamua labda ishirini iliyobaki ninawekeza, ni labda unawekeza kwenye isa, unawekeza kwenye kitu chochote ambacho pesa inatumiwa na watu wengine. Inawezekana ni benki yako, inawezekana ni uh, biashara kwenye kampuni za watu. Hela hiyo wanaitumia na inazalisha faida. Hiyo faida unapata gawio lako, unapata sehemu ya faida wanayotengeneza ao wakati huko bizi na biashara wakati uko bize uh, kwenye kazi ya mwajili wako, pesa yako kiasi fulani kitakuwa kinafanya kazi kwa watu wengine na ile faida mnagawana na ukishapata nafasi ya kuwekeza, jaribu kuwekeza kwenye maeneo mawili matatu tofauti, ili upunguze riski ya kupoteza, hasa hasa pale soko linapocheza. Uwekezaji ni mchezo wa muda mrefu. O, kama unataka utajiri wa haraka, unataka pesa ya haraka, inawezekana uwekezaji kwenye mambo kama ya hisa na vitu vya namna hiyo isikusaidie sana, au unaweza ukakata tamaa. Lakini ukianza mapema kuwekeza na ukajipa muda, a, ile compounding effect inaweza ikakusaidia baada ya muda mrefu. Asante sana inatumaini umepata cha ja kujifunza. Mimi naitwa Michael na hii ni Lenzi. Usiache kusubscribe kama bado kuja subscribe, usiache kulike na usiache kuwashirikisha wengine. Angalia video zetu nyingine kwa ajili ya masomo na mafundisho zaidi. Asante sana.